Baba yangu na Mungu wangu ketie mbinguni mahali pa juu palipoinuka, asubuhi ya leo Bwana nakuja mbele zako kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa shukrani. Baba ninakushukuru kwa ulinzi wako wa pekee Bwana uliokuwa juu yangu. Asante Bwana kwa kunilinda na kunitunza mimi pamoja na familia yangu Bwana. Asante kwa kunihifadhi na kuniokoa dhidi ya kila uharibifu uliokuwa umepangwa Yesu ninakushukuru Baba, ninasema asante. Asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana asante kwa neema yako Yesu, asante kwa ulinzi wako Bwana. Baba, ninakushukuru Yesu, ninakushukuru, ninasema asante kwa wema na fadhili zako Bwana ulizozitenda juu yangu Baba. Asante kwa ulinzi wako wa usiku mzima. Asante Bwana kwa kunilinda na kunitunza. Asante kwa kuhifadhi maisha yangu, asante kwa kulinda familia yangu ninakushukuru Bwana kwa kunitunza na kunilinda mimi pamoja na ndugu zangu wote, e Bwana, mimi pamoja na watoto wangu mimi pamoja na familia yangu Bwana, tunakushukuru Yesu, tunakushukuru sifa na heshima, uweza na nguvu vina wewe Bwana. Ninakuinua Yesu, ninakubariki, ninasema asante Bwana kwa wema na fadhili zako. Asante kwa huruma zako zilizo nyingi juu ya maisha yangu Baba. Ninakushukuru Yesu, ninakuinua, ninakubariki mfalme. Hakuna liye kama wewe Bwana. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako, asante kwa uaminifu wako Bwana, asante kwa kunitunza na kunilinda Yesu. Ninakushukuru kwa ulinzi wako Bwana, asante kwa neema ya uhai uliyoachilia kwangu e Yesu. Ninakushukuru kwa pumzi ya uhai uliyoachilia kwangu e Bwana. Sifa na heshima, uweza na nguvu vina wewe Bwana, mamlaka yote Bwana yana wewe, mfalme wa falme. Hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe Yesu. Wewe ni Bwana ama Bwana, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni niko ambaye niko, uliyeko na utakaendelea kuwako. Bwana ninakushukuru, Yesu ninakushukuru, Jehova ninakushukuru. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa ulinzi wako, asante kwa fadhili zako asante Bwana kwa yote uliyoyatenda kwangu. Baba, ninakushukuru Yesu, ninakuinua Mtakatifu wa watakatifu, hakuna kama wewe. Asante kwa siku nzuri iliyojaa baraka na neema nyingi. Asante kwa siku nzuri yenye kibali kutoka kwako. Asante Bwana, asante Yesu, asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa usiku mzima, asante Yesu kwa malaika zako waliokuwa pamoja nami walionilinda na kunifunika kwa mbawa zao. e Bwana Yesu, asante. Asante Bwana, asante Yesu, asante Bwana, asante Mfalme. Asante niko ambaye, niko uliyeko na utakaendelea kuwako, alfa na Omega. Bwana nina kushukuru Bwana, ninasema asante, asante kwa wema wako Yesu.

Asante kwa fadhili zako, nina kushukuru wewe pekee uliyeziumba mbingu na nchi, uliyemuumba mwanadamu kachilia pumzi ya uhai ndani yake. Nina kushukuru Bwana uliye chanzo cha maisha yangu, uliye chanzo cha uhai wangu. Nina kushukuru Bwana, duniani na mbinguni ni nani kama wewe Bwana? Wewe pekee unayenitunza na kunilinda mikononi mwako. e Bwana, ninakutukuza Bwana, ninakuinua. Yesu, ninakubariki. Baba, ninaliinua jina lako Mfalme. Asante Baba, asante Yesu, asante kwa sadaka ya damu yako takatifu iliyonilinda na kunitunza na kunifunika Baba asante, asante Bwana, asante kwa damu yako takatifu iliyofunika na kuficha maisha yangu. Asante Bwana, asante kwa damu yako takatifu iliyo iliyonilinda mimi pamoja na familia yangu. Asante Bwana, asante kwa kuwalinda ndugu zangu, asante kwa kuwatunza watoto wangu, asante kwa kutunza kazi yangu, asante kwa kulinda familia nzima. Asante Bwana kwa ulinzi wako, kwa kila anayetajwa kwa jina langu. Bwana ninakushukuru Yesu, ninasema asante. Hakuna kama wewe Bwana duniani na mbinguni. Ninakushukuru Yesu, ninakubariki Bwana, ninakuinua mfalme. Hakuna kama wewe Bwana hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Mfalme, hakuna kama wewe Jehova. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Yesu, wewe ni mwema Bwana. Hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana Yesu. Asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa kibali chako, asante Yesu kwa ulinzi wako Baba, asante Yesu, asante Mfalme, asante Kristo, asante Bwana, asante kwa yote. Hakuna kama wewe Bwana, ninakuja mbele zako Yesu, ninaomba Bwana unirehemu Yesu. Ninasogea mbele zako, mbele ya kiti chako cha rehema, ninapiga magoti mbele zako. Kwa kujua ama kwa kutokujua nimeweza kuenenda kinyume na mapenzi yako, nimetenda yasiyokupendeza Bwana, Baba wa mbingu ni rehemu Yesu wangu, ni rehemu mtakatifu, ni rehemu nitakase Bwana, nioshe makosa yangu, nisafishe dhambi zangu ondoa udhalimu wowote ndani yangu, Yesu nisafishe, Baba nitakase, Mfalme nitakase, Yesu ni rehemu, Baba ni rehemu, Yesu ni rehemu, Yesu ni rehemu, nitakase, Bwana nisafishe, Yesu, kwa damu yako takatifu Yesu. Nakuja mbele zako, naleta moyo wangu Bwana, nakuja kwa unyenyekevu mkubwa, nakiri ya kwamba Bwana bila wewe mimi si chochote na bila neema yako Bwana siwezi kusimama Bwana. Nisamehe, nisamehe kwa mawazo yangu mabaya, kwa maneno niliyoyasema yasiyokupendeza, na kwa matendo yangu yaliyokukwaza ambayo hayajakupendeza. E Bwana nisamehe, nisamehe kwa dhambi nilizozifanya kwa kujua na zile nilizozifanya pasipo kujua. E Mungu wa rehema, naomba unioshe kwa damu yako takatifu, uondoe kila uchafu moyoni mwangu, uvunje kila nira ya dhambi na unirudishe kwenye ushirika wa kweli na wewe. Ninajinyenyekeza mbele zako Bwana, nalia kwa rehema zako, kwa maana rehema zako ni mpya kila asubuhi. Yesu ni rehemu, Bwana ni rehemu, nitakase Bwana, nisafishe Yesu, nitakase kwa damu yako takatifu. Leo natangaza toba ya kweli na ninaacha njia zangu zote mbaya. Ninakuja kwako Bwana nikiomba Bwana neema ya kutembea katika njia zinazokupendeza wewe. Ee Roho Mtakatifu niongoze, nirekebishe, nisimame kutembea katika njia zinazokupendeza.

Yesu, nisaidie, ninaomba rehema Bwana kwenye siku yangu yote ya leo, ninaomba rehema Bwana kwenye majira na nyakati zote za siku ya leo. Bwana ni rehemu, Yesu, acha rehema zako zikasimame badala yangu, Baba, ninatanguliza rehema zako zikasimame badala yangu, Bwana, ninaomba rehema zako zikaniwekee nafasi. Ninatangaza huruma zako kwenye siku yangu ya leo, ninatangaza re rehema zako kwenye kazi za mikono yangu, ninatangaza rehema zako kwenye utumishi wangu, ninatangaza rehema zako kwenye ofisi yangu hii, ninatangaza rehema zako kwa wakuu wangu wote, ninatangaza rehema zako kwenye uzao wangu, ninatangaza rehema zako kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, ninatangaza rehema zako kwenye masomo yangu, ninatangaza rehema zako kwenye kibali changu Yesu, natangaza rehema zako. Acha rehema na neema zikanitetee na kuniongoza na kunisimamisha katika iliyo kweli Yesu, nisaidie Yesu, nisimamishe niongoze, Bwana. Acha rehema zako zikawe kimbilio langu, acha rehema zako zikawe msaada kwangu katika majira na nyakati ngumu. Rehema zako Bwana zikanitetee na kunisimamisha Baba. Asante, kwa maana rehema zako ni mpya kila asubuhi. Wewe Mungu wa rehema na neema, ninakabidhi kila kitu kwako na kuja mbele zako Baba nikiomba uongozi wako uongozi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu kwenye siku yangu ya leo. Baba, ninakukabidhi siku yangu. Yesu, ninakukabidhi maisha yangu, ninakabidhi mipango yangu, mawazo yangu, na kila kilicho changu, familia yangu, watoto wangu, biashara yangu hii. Bwana, ninaikabidhi kwako, nakabidhi nina mipango na kila kilicho kicho changu Bwana, nisimamie. Yesu, nisimamie, niwezeshe kwa mkono na nguvu zako. Niwezeshe Bwana, nisaidie Yesu kwa mkono wako na kwa nguvu zako ninasimama Bwana, ninaomba uwepo wako na nguvu zako Baba, simama kwenye mipango yangu Yesu, simama tuma neno Bwana la kuniponya na kunisaidia na kuniongoza ili nitembee katika kweli yako, maana mimi pasipo wewe mimi si lolote, mimi si chochote. Niongoze Bwana, nisaidie Yesu, nisimamishe Bwana ni uone ukuu wako na neema yako na utukufu wako. Baba nisaidie, nisaidie Yesu, nisaidie Mungu wa neema, nisaidie Mungu wa kibali. Ongoza siku yangu, shikilia siku yangu Bwana. Maisha yangu na uhai wangu ninakabidhi kwako Yesu. Niongoze Baba, niongoze, nisaidie. Gusa kazi za mikono yangu, gusa Bwana biashara yangu hii, gusa Bwana ofisi yangu hii. Yesu, ninaomba ukaguse maisha yangu nikauone utukufu wako na nguvu zako za ajabu. Roho Mtakatifu, usiniache usinipungukie, nisimamie Bwana kwa nguvu na mkono wako. Baba, ninakuja kwako asubuhi ya leo, ninatangaza urejesho wako kwenye maeneo yote ya maisha yangu. Leo ninaomba kibali na urejesho kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo na kwa Yesu Kristo, kila kilichoibiwa na yule mwovu Ibilisi leo ninakirejesha katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ndoa yangu ninairejesha katika jina la Yesu Kristo. Ewe mwovu Ibilisi, hauna mamlaka na ndoa yangu, hauna mamlaka na mahusiano yangu. Ninarejesha, ninarejesha, ninarejesha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo biashara yangu ninarejesha, wateja wangu ninarejesha, kila kitu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninarejesha kila kilichoibiwa kwenye biashara yangu, ninarejesha fedha yangu katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe Bwana uliyesema tukuite na wewe utatuitikia, utatuonesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua wala tusiyoyaweza. Na mimi Bwana nasogea mbele zako, ninaomba urejesho kwenye kila nilichoibiwa, ambacho Bwana chochote kilichoibiwa kwenye maisha yangu ninakirejesha siku ya leo, nina kirejesha siku ya leo ninarejesha biashara yangu, narejesha kazi yangu, ninarejesha kazi yangu katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninarejesha kazi yangu katika jina la Yesu Kristo. Maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu ninarejesha tena, ninarejesha tena katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaomba urejesho wako kwenye huduma yangu ya kiroho Baba, rejesha rejesha Bwana, kila kilichoibiwa rohoni katika jina la Yesu Kristo. Huduma yangu ya maombi ninairejesha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba urejesho ninaomba urejesho kwenye masomo yangu, ninaomba urejesho kwenye kibali changu, ninarejesha kibali changu kilichoibiwa, ninarejesha baraka zangu zilizoibiwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, urejesho wako Bwana ukawe juu yangu. Ninatangaza urejesho siku ya leo, ninatangaza urejesho asubuhi ya leo, ninatangaza urejesho mchana, ninatangaza urejesho jioni, ninatangaza urejesho usiku, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu, urejesho wako ukawe juu yangu zaidi Bwana. Naomba baraka zako zikasimame pamoja nami. Siku yangu ya leo Bwana, ikaongozwe na wewe Bwana, ikaongozwe na wewe Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakabidhi kila kitu kwako, nakabidhi maisha yangu, nakabidhi kila kitu, nakabidhi mikononi mwako Yesu, kanilinde na kunitunza. Ninafunika vyakula na vinywaji vyote nitakavyovitumia siku ya leo, ninavibariki na kuvitakasa katika jina la Yesu Kristo. Ninafunika vyombo vya usafiri nitakavyovitumia Bwana ukanilinda na kunitunza. Nafunika Bwana maisha yangu na kila kilicho changu mikononi mwako Yesu, ukanilinda na kunitunza. Baba ukanihifadhi, Jehova ukanihifadhi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba asante kwa ajili ya maombi haya, Yesu asante. Ninatamka baraka juu ya maisha yangu, ninatamka baraka juu ya siku yangu ya leo, ninatamka neema na kibali cha pekee juu ya maisha ya yangu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante asante kwa kibali. Nitakuwa baraka mahali popote nitakapokuwa, nitafanyika kuwa baraka, nitafanyika kuwa baraka, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante Yesu, asante, asante Bwana, kwa maombi haya. Ninakushukuru Bwana kwa kunisikia na kunijibu, asante kwa kusema nami. Asante Bwana, asante Yesu, katika jina la ra Yesu Kristo, amen.